Katika moja ya video zangu ambayo inaitwa faida za kutambua mchango wa watu tunaoshirikiana nao, na nao unaweza ukaiangalia kwenye YouTube ukiandika hivyo faida za kutambua mchango wa watu tunaoshirikiana nao, kuna mtu mmoja alicomment kwenye hilo somo, anaitwa Bwana Salim Yusuf 2140 akasema, safi sana kaka, nimejifunza ushirikiano ni muhimu sana ili kufikia malengo tuliojiwekea. Natamani uzungumzie umuhimu wa kufuata sheria na kanuni katika kampuni au taasisi ili kuboresha ushirikiano zaidi. <clears throat> That's nice, amazing. Nikasema nikasema wow, hii ni comment nzuri nzuri sana na nzuri sana. Na request hakuna shaka, ngoja niandae kitu ili weze kusaidia, na hii itakuwa ni maudhui maalum kwa ajili ya kuwasaidia wamiliki wa kampuni na taasisi mbalimbali mbali, ambazo zinakuwa zina kusanya wafanyakazi mbalimbali na wanafanya kazi kwa ni muhimu sana. Kwa mfano hata hiyo iliyopita, kwamba inasema faida za kutambua mchango wa tunaoshirikiana nao, kampuni ikiweza kutambua nguvu ya wale tunaoshirikiana nao na kila mtu anafanya nini, mchango wao na kuwathamini pia, inaongeza uzalishaji mapenzi, kwa maana upendo unakuwa mkubwa zaidi, na watu watafanya kazi kwa furaha na matokeo kwamba kampuni itapanda, kwa sababu productivity, productivity itaenda juu zaidi. Kwa hiyo leo tunaingia kwenye topic yetu ambayo inasema umuhimu wa kufuata sheria na kanuni katika kampuni au taasisi ili kuboresha ushirikiano. Kwa hiyo nimekuandalia pointi saba ambazo ni muhimu na zinaonyesha kwamba nini umuhimu wa vitu kama hivi kwenye kampuni. Karibu sana nam, tumerejea. Hii ni Success Path Network. Mimi naitwa Ezden Jumanne. Leo hii tunataka tuangalie nini umuhimu wa kufuata sheria na kanuni katika kampuni au taasisi kuelekea kutengeneza ushirikiano zaidi. Hii itawafaa sana watu wenye makampuni na taasisi mbalimbali. Kwa hiyo tufuate, twende pamoja. Nini umuhimu? Umuhimu wa kwanza, kukiwa kuna mazingira kama hayo, basi moja kwa moja itapunguza migogoro na mizozo. Kwa hiyo moja, kupunguza migogoro na mizozo, kwa sababu wafanyakazi au wanachama wa taasisi ikiwa watafuata sheria walizowekewa, basi moja kwa moja watakuwa wanajua mipaka yao pamoja na haki za wenzao. Mtu akijua mipaka yake ataheshimu mipaka ya mwingine pamoja na kujua haki za wengine na kuziheshimu na kuzifuata pia. Kwa hiyo itepusha ile migogoro, mizozano, migongano ya hapa na pale ambayo haina maana yoyote, sawa sawa. Kwa hiyo kwa sababu vitu kama hivyo vikizidi, ina maana itaathiri, uh, ule ushirikiano au uzalishaji wa kampuni, kutegemea kampuni inafanya nini. Watu watakuwa hawana amani, kutakuwa na stress, kutakuwa na maugomvi, kutakuwa na nini, kutakuwa hakuna kushirikiana, kila mtu atafanya kama anavyofanya. Mwisho wa siku kampuni inaweza hata ikafa isipogundulika mapema. Cha pili, umuhimu wa pili, kujenga utamaduni wa uwajibikaji. Kufuata sheria na kanuni huongeza uwajibikaji kwa kila mtu ndani ya taasisi sawa. Na hili jambo, ikiwa watu wata, watajua kuwa wanawajibika kwa matendo yao na kwamba kuna chombo au kuna mtu fulani au kuna ofisi fulani inawaangalia, imesimamia sheria na kuzikazia kwamba lazima ufuate, lazima ufuate sheria unapokuwa kwenye hii kampuni, basi hawana budi isipokuwa kuongeza ushirikiano na watu wengine, kwa sababu lazima kila mtu saonekane anafanya kazi. Kila mtu akifanya kazi, kila mtu akiogopa na kuifuata na kuifanyia kazi sheria, ina maana mwisho wa siku mezani itaonekana kila mtu kwenye kitengo chake na nafasi yake, kila mtu atakuwa ameleta kitu mezani. Lakini sheria isipokuwepo, huenda kuna mwingine anaweza akaleta, mwingine asilete, mwingine akaleta visingizio, excuses. Ah, unajua mvua imenyesha sana leo, nimechelewa kazini. Ha, unajua bwana, mgongo unauma, unajua, unajua zinakuwa nyingi, mashaka zinakuwa mjui. Sawa, kitu cha tatu ambacho ni muhimu usaidie kuimarisha nidhamu na heshima kwenye kampuni sawa. Kampuni yoyote inapozingatia na kutilia mkazo jambo la sheria na kanuni, mara nyingi sana watu wanakuwa na nidhamu ya hali ya juu vyovyote itakavyokuwa, iwe ni nidhamu kwamba ya uoga ya kinafiki au ya ukweli. Lakini as long as wanaogopa na wanafanya kazi katika muda wa kazi basi itasaidia sana kujenga ile nidhamu ya kwenye ofisi na kila kitu kitaanza kwenda jinsi ambavyo kinatakiwa kwenda sawa sawa. Kwa hiyo <coughs> kila mtu ataweza pia kujali nafasi ya mwingine, kuithamini na kuangalia nafasi yake, na kuhakikisha havuki mipaka kwenda kwa kumuingilia mwingine au kugombana na mwingine. Yaani ile office culture itakuwa inalindwa na wale wafanyakazi wenyewe. Tuangalie pointi ya nne. Umuhimu ni nini? Inakuza sana uaminifu na maelewano wafanyakazi ikiwa watatambua kwamba wanahitaji kufuata sheria na wamewekewa sheria na wanazifuata, basi moja kwa moja kutakuwa kuna hali salama, kwa sababu katika ofisi kama hiyo kutakuwa hakuna upendeleo wala uonevu. Ina maana hakuna mtu ambaye atakuwa anaonewa wala hakuna upendeleo katika ofisi kama hiyo. Kwa hiyo lazima watu wataishi vizuri, watapendana, na hiyo itaimarisha sana mshikamano au ule umoja wa kwenye kampuni. Tuangalie pointi ya tano. Ikiwa kuna sheria na kanuni nini faida au nini umuhimu wa kitu kama hiki kwenye taasisi? Huongeza ufanisi na uzalishaji, bila shaka. Fikiria pointi iliyopita, nimekwambia itaongeza uaminifu na maelewano. Ikiongeza uaminifu na maelewano, mshikamano utakuwa mkubwa, watu watafanya kazi kwa kushirikiana, kwa kuaminiana, kwa kupendana. Kwayo, mwja, kwa hiyo moja kwa moja lazima itaongeza uzalishaji ambao ndio point namba tano, itaongeza ufanisi na uzalishaji. Pia watu hawatakuwa wachoyo kuuliza wenzao, na watu hawatakuwa wachoyo kutoa pia majibu mazuri kwa wenzao, ambapo watakuwa wamewajia, bana mnisaidie hapa, nimekwama. Kila mtu atajua kwamba niko hapa kwa ajili ya kampuni, kwa namsaidie kwa ajili ya kampuni, kwa hata kama tuna tofauti zetu zozote zinaweza zikakaa nje, lakini sio ndani ya ofisi. Jambo la sita <coughs> ambalo ni umuhimu wa sita, inaweka mazingira salama kwa kila mtu. Kanuni zikiwekwa na kuhakikisha mazingira ya kazi yanakuwa yanazifuata kanuni hizo, bila shaka yale mazingira yatakuwa ni mazingira salama sana kwa watu wote, wale wa juu na wale wa chini pia. Na wafanyakazi wakifuata sheria vizuri ifuatavyo lazima kutakuwa na usalama na tunaweza kusema kwamba ajali zozote kazini zitapungua, usitaondoka kabisa. Yaani ajali zikiwemo pamoja na conflicts, migongano au chochote kile, ugomvi kwa sababu kila mtu atakuwa anafanya kazi bila wasiwasi, akijua sheria zipo zinamlinda na, na anahitaji kudeliver kile ambacho wamekubaliana kwenye mikataba. Jambo la mwisho, taswira nzuri kwa kampuni au taasisi itajengeka na kuonekana wazi huko nje kwa kampuni yoyote ambayo itakuwa imejiwekea misingi ya sheria na nidhamu na inafuatiliwa vizuri, basi kampuni hiyo itakuwa inaonekana ni kampuni yenye hadhi na heshima sana na itakuwa inathaminika. Ina maana hii ni taarifa njema, kwa sababu kampuni inaweza kuongeza uh, zile mirija ya kipato ya vipato, kwamba more income streams zinaweza kuja, kwa sababu wanaweza kaja wadhamini wengi au watu wengi wanaotaka kushirikiana na kampuni stakeholders, stakeholders na watu kama partners, kwa inaweza kuongeza partnerships mbalimbali mbali. Kwa sababu ya nini? Kule kuaminika imejenga trust kubwa zaidi kwa sababu ya kitu kimoja tu, kudumisha nidhamu na sheria katika kampuni na kwa wafanyakazi wake kwa ujumla. Mambo ni hayo saba ambayo nimechangia kwako. Niambie lipi ambalo unaona la msingi zaidi, inaweza kuongezeka hapa, kwa sababu naamini kwenye content hii watu wengi wenye kampuni na mataasisi watakuwa wanafuatilia, wanaiangalia. Kwa hiyo at least wakija, na kwenye comments, tuwaongezee mengine yale ambayo wewe umepata mwanga baada ya kunisikiliza, unaona naam, hata kitu kingine kinafaa kuongezewa hapa pia, lakini kubwa zaidi Unamjua ndugu yako mwenye kampuni mwenye taasisi, hebu chukua hii link, mrushia kwenye WhatsApp na ucheki video. Utakuwa umefanya kitu kikubwa sana. Mimi naitwa Ezden Jumanne, hii ni Success Path Network. Tunasema teach teach one teach one, till next time, bye bye.